Akina nani ni boss? Basi hapo sasa, hata amini wewe, umeharibu mwalimu wa sayansi. Kasema siwezi kupata chumba, sorry. Ndio tukaanza huko, sala ni wale wale yasema, eh, unaanza kuongea buku, unataka change wakati uko kazi. Wale wale yasema siwezi kupata It's vizuri kucheka lakini kama karibu na mimi kama wapenzi. Ah. Okay, ngoja kwanza nikisha sema mara ya kwanza mnakaa ah, mbali kidogo then navyosema ya mara ya pili ah, mwalimu wa sayansi mm, nakuja karibu kama mnanipenda sana mimi. <laughs> Kwa wale wale waliosema siwezi kupata wachumba. Hawa kina nani? Ah, nilisema mwalimu wa sayansi nikitamka kama mwalimu wa sayansi. <laughs> Kwa wale wale waliosema siwezi kupata wachumba. Hawa kina nani? Mwalimu wa sayansi kasema siwezi kupata wachumba. Wale wale wasema mimi siwezi kupata wachumba. Kila nani? Mwalimu wa sayansi kasema siwezi kupata wachumba. Hawa wakina nani hawa wakina nani? Hapo mwisho mnanibusu hapo kwa busu moja, kwa nini mnaangaza? Ah, yote kwa nini tunaagiza ah? Sio kwamba umelala na mimi kiali, tunatengereza ah. Tunajua tunajua, unajua uzuri wa Chaga eh wanajua kwamba nina hela lakini sina niishafuliwa na Mchaga eh ngoa, wale wale useme sivyo? Siku patao chumba haa kina ah, nani eti Mwalimu wa sayansi kasema siwezi kupata. <laughs> achu hivi unaongea nini? Vipi wewe, marufu wewe, marufu umepata jana ya chamsuba leo eh, hey. cha nini, cha rusha cha rusha eh, hey. kwa mwali kwa wali wa hivi mnaongea kweli eh, hey. tugeuze camera basi, kama hawa hizo tatizo majani ya chuga. <laughs> yanasumbua hao eh, sasa ngoja kwanza eh kwa wale waliosema siwezi kupata wachumba eh? hao akina nani? Mwalimu wa sayansi kasema mi siwezi kupata wachumba. Hao akina nani? ni bosu basi hapo hata amini <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> wewe, umeharibu hao wachaga wa watu <laughs> wanataka tu hela, lakini uzuri watu ukichunwa yani, na mchaga yani najua wanapoficha hela ufunguni ukubali kuchu, utaenda kutafuta tena, ufunguni utaonga tena. Kwa wale waliosema siwezi kupata achumba eh? Hao akina nani? kwa mwalimu wa sayansi kasema siwezi kupata achumba, akina nani? Ah. Ah,